Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana Emmanuel Keyeke alikuwa ndiye mchezaji bora wa mechi kali ya nusu finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Singida Black Stars ambao mwisho wa siku Simba walifunga bao moja, Singida Black Stars wakifunga mabao matatu na hivyo kuibuka na ushindi wa tatu moja kwa Singida Black Stars uliowafanya waende katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo sasa watakwenda kukutana na wananchi Yanga katika fainali ambayo Yanga watakuwa wakifukuzia taji lao la nne mfululizo la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, huku Singida Black Stars wakiwa wanafukuzia taji lao la kwanza. Katika mechi ya leo hii kwenye uwanja wa Kwaraa pale Manyara, Simba Singida Black Stars chini ya makocha David Ouma wa Singida Black Stars na Fadu David wa Ikunda Msimbazi Simba wote walipanga wachezaji wao nyota kuhakikisha wanapata ushindi ili kwenda katika fainali, ikiwa ni siku chache tu tangu walipokutana kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania Bara kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam ambapo Simba walishinda kwa bao moja bila, huko Singida Black Stars, kocha wao David Ouma akilalamikia maamuzi ya refa Heri Sasi ambaye alimlalamikia kwa kuwakatilia penati mbili za wazi kutoka kwa mshambuliaji wake wa kimataifa kutoka Ghana, Jonathan Soa, lakini pia mku, e, penati nyingine ambayo Singida walijiona kana kwamba walistahili kuipata kwa Elvis Rupia aliyekuwa amefanyiwa madhambi na Abdurazaki Hamza katika kipindi cha pili kwenye mechi ambayo Simba walishinda kwa bao moja kwa sifuri, lakini leo hii mwamuzi Ahmed Arajiga, wasaidizi wake Glory Tesha, Athmani Rajabu, William Abel hawakuwa na malalamiko kutoka kwa makocha wote wawili Fadu Davids wala David Ouma katika mechi ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo yote kwa maana kwamba juu ya mpira wa kuvutia kutokana na pasi zilizokuwa zikipigwa na timu zote mbili katika baadhi ya nyakati, lakini pia faulo na migongano pia ilikuwepo katika kunogesha mechi ya hadhi ya nusu fainali, lakini ni Singida Black Stars ndio walikuwa wazuri zaidi katika kufika langoni mwa Simba na kutumia nafasi walizozitengeneza kwa sababu bao la kwanza la e, Jonathan Swa katika dakika ya 16 liliashiria juu ya namna ambavyo Singida Black Stars walikuwa wazuri katika eneo la mwisho pindi wanapopata mpira kuelekea katika lango la Simba. Simba wakimiliki mpira katika baadhi ya maeneo, lakini kwenye kufika lango la Singida Black Stars ilikuwa shughuli nzito kwao, kwa sababu walifika mara chache kutokana na ukuta imara wa Singida Black Stars ambao leo hii waliokuwapo walioanza walikuwa ni pamoja na Frank eh, Asink pamoja na Kennedy Juma Wilson nahodha huku kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba ikiwa na Steven Dese Mukwala, kina Joshua Budo Mutale, Kibu Denis Prosper Jasha la, ahua, lakini walikumbana na ukuta mgumu ambao ulidhihirisha kile ambacho kilitokea katika mechi zilizopita za michuano hii ambapo Singida Black Stars msimu huu kwenye kombe la shirikisho mpaka wanafika hatua nusu finali walikuwa wamefunga mabao tisa wakiwa hawajaruhusu bao lolote, na ndicho kilichokuwa kinaonekana tangu mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, ambapo Simba hata pale walipokuwa wakimiliki mpira zaidi kufika katika eneo la mwisho la Singida Black Stars, walikutana na ukuta wenye wachezaji wengi ambao walifanya kazi kubwa kwa kina Steven Dese Mukwala kupiga mashuti ya kumlenga golikipa eh, kulenga lango ambalo lilikuwa likilindwa na golikipa Amasi Obasoge, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria, lakini bao hili la Jonathan Soa, akitumia pasi nzuri kutoka kwa Frank Asink likawa limeitanguliza Singida Black Stars kwa bao hilo, lakini dakika 34 Emmanuel Keyeke akafunga bao la pili ambalo lenyewe lilitokana, unaweza kusema na makosa ya golikipa Ali Salim Katoro, aliyekuwa ameingia baada ya kutoka kwa Musa Pimpin Kamara, aliyeumia kwa kugongana vichwani na mshambuliaji Jonathan Soa wa Singida Black Stars. Salim akiwa ndio ameingia muda sio mrefu akakumbana na mpira wa kurejeshewa kutoka kwa beki wake Chemalon Fondo, lakini katika kuonyesha kwamba alikuwa amekosa utulivu, akajikuta pressing, shinikizo lilofanyiwa na Joseph Atiathubada likimfanya apoteze mpira huo uliotua kwa Emmanuel Keyeke, aliweka mpira moja kwa moja wavuni. Hapa nakumbushia tu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa sababu naamini matukio yote haya uliyaona, lakini hiyo ilikuwa ni katika dakika ya 34. Kipindi cha pili Singida walikuwa tayari wako mbele kwa mabao mawili. Dakika 48 wakaongeza bao lingine la tatu, safari hii likiwekwa tena na Emmanuel Keyeke kwa mpira wa adhabu baada ya Eb John kufanyiwa madhambi na David Kameta Duchu aliyekuwa ameanza leo hii kama beki mbili wa Simba. Bao hilo lilifanya Singida waongoze kwa mabao matatu, na hivyo kuanzia hapo cheza yao ikawa ni ya kulinda zaidi ushindi wakiwa Lengo lao bila shaka kocha David Ouma ni kuona mwisho wa siku anakwenda katika fainali ya michuano hii. Simba wakapunguza mabao kwa kupata bao la kufutia machozi kwa mpira uliowekwa wavuni na Jasha ahua kwa mpira wa adhabu uliomshinda golikipa Basoge, mabao ambayo alifanya mpaka mwisho iwe tatu moja. Ni katika mchezo ambao Simba walimiliki zaidi mpira kwa jumla yake baada ya dakika 90 kwa sababu walimiliki mpira kwa asilimia 55 kulinganisha na 45 za Singida Black Stars, lakini Simba dakika 90 walikuwa wamepiga mashuti manne tu, matatu ya kilenga lango, wakati Singida Black Stars wakipiga mashuti sita, kati ya hayo manne ya kilenga shabaha. Katika kona Simba walikuwa juu zaidi kwenye kona kwa kupiga kona nne kulinganisha na kona mbili za Singida Black Stars. Haya ni mashuti na hapa ni possession, umiliki wa mpira. Lakini kwenye faulo Singida Black Stars walionyesha ni kwa namna gani walidhamiria kushinda mechi hii, kwa sababu pale ambapo waliona kana kwamba wanashindwa beto ya mpira na wachezaji wa Simba walifanya faulo za kimbinu, wakati mwingine zikawafanya wacheze faulo 16 katika mechi hii huku Simba wakicheza faulo sita katika mechi nzima. Lakini kwenye kadi ya njano Simba walipata kadi za njano nne dhidi ya kadi za njano tatu za Singida Black Stars. Kwa nini Singida Black Stars wamepata mafanikio leo hii? Kwanza ni juu ya namna walivyokuwa wakilinda wakiwa na idadi kubwa pale ambapo Simba walipata mpira kwenda kwenye lango lao, lakini pili ni juu ya u, kasi ndogo ya uchezaji wa Simba. Kuna kipindi walikuwa wanaonekana kana kwamba wamechoka, jambo ambalo linatokana na kile ambacho kinafahamika kwamba Simba katika siku sita wamecheza mechi hii ya tatu zote taf, kwa maana kwamba walianza kucheza mechi ile waliocheza dhidi ya RS Berkane ya Moroko, katika fainali ya kombe la shirikisho la CAF pale kwenye uwanja wa New Amani Complex, ikiwa ni fainali ya pili na kisha wakacheza na Singida Black Stars katika ligi kuu Tanzania bara, halafu leo hii wakakutana na Singida Black Stars katika nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Lakini Singida Black Stars ikiwa na nyota wengi wa kimataifa waliothibitisha ubora katika maeneo mbalimbali, wakatumia vyema leo hii kwa kuadhibu kwa ushindi huu mnono, ambao pia ulitokana na namna walivyocheza vizuri na kutumia nafasi walivyozipata lakini kubwa zaidi pia ni mpango kazi wa kocha David Ouma katika kikosi chake leo hii akianza na golikipa Obasogi, lakini namba mbili alicheza Henry Kofi Cyril, namba tatu alibadilisha mechi iliyopita dhidi ya Simba aliyofungwa moja bila alianza eh, Ibrahim Imoro, lakini leo hii alianza na Gadiel Michael Mbaga, mchezaji wa zamani wekundi Msimbazi Simba. Katikati kocha Ouma alikuwa na Kedili Juma. Wilson leo hii alianza katika kikosi cha kwanza Nahodha, lakini hakuwa peke yake, alikuwa na Frank Asink ambaye mbele yao kulikuwa na viungo watatu katika makaratasi ambao ni Morris Uguchu Kuchuku. Kushukulia kwake alikuwa anaonekana Emmanuel Keyeke, lakini kushoto kwake alikuwa ni Damaro Kamara, huku washambuliaji watatu kianza nao ni Edmund John, Jonathan Swa pamoja na Josephat Athubada ambaye alimfanyia pressing shinikizo golikipa Salim ali Salim Katoro wakati wa kufungwa bao la pili la Emmanuel Keyeke, lakini huyu Edmund John ndiye aliyefanyiwa faulo na beki mbili wa Simba David Kameta Ducho. kwenye mpangilio huu wa 433 lakini kwenye kucheza katika baadhi ya nyakati ilionekana ni kana kwamba kunakuwa na Kayeki anakuwa kwa mbele, halafu hao wawili wanakuwa kati, ni kama 4 2 3 1 kwa maana kwamba kunakuwa na viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Walipokuwa wakizuia muda mwingi walikuwa na idadi kubwa kwa maana Morris Oguchu kuchuku alikuwa anarudi, Keyeke alikuwa anarudi kufanya Simba wanapokuja kushambulia wakutane na ukuta wenye wachezaji wengi wa Singida Black Stars na kujikuta katika dakika 90 Simba wakipiga mashuti manne tu kati ya ile nilioeleza, matatu yalenga shabaha, wakifunga moja kwa mpira wa free kick wa Jasha Ahua. Lakini ekumuna Msimbazi, Simba kikosi chao leo hii, mabadiliko madogo yalifanyika Golkipa alianza Kamara, aliyekuja kutoka baada ya kuumia na kuingia Katoro kama ilivyotoka kueleza, lakini namba mbili leo hii hakuanza Shomari Kapombe, badala yake alianza David Kameta Duchu. Namba tatu hakuanza Mohamed Hussein Shabalala, alianza Valentin Nouma ambaye alikuja kuumia baadaye na kuingia Mohamed Hussein Shabalala na hodha katikati alianza Shemalon Fondo pamoja na Abdurazak Hamza. Leo hii hakuanza E, Shamu Karabu katika kikosi cha kwanza, lakini mbele kulikuwa viungo Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma, wakati viungo watatu a shambuliaji katika mfumo wa baada ya golikipa 4231 kulikuwa na Jasha Hua Kibu Dennis Prosper pamoja na Joshua Budo Mutale leo hii kikosini hakuanza ili mpanzo kibisawala lakini alikuja kuingia katika kipindi cha pili, wakati mshambuliaji kinara alikuwa ni Steven Dese Mukwala. Ni katika mechi ambayo ilivyotia kutokana na namna kila timu ilivyokuwa ikijaribu kumiliki mpira, lakini pia katika mashambulizi na migongano ambayo ilileta ladha ya nusu fainali. Mwisho wa siku, Singida Black Stars wakapata ushindi uliostahili kutokana na namna walivyokuwa wakizuia kwa ustadi mkubwa mashambulizi ya Simba kila mara, ambapo Simba kipindi cha pili walionekana kuwa na makali zaidi, hasa baada ya kuingia kwa kina Elim Panzu Kibisawala, Mohamed Hussein Shabalala, lakini ulinzi imara wa Singida Black Stars hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakati ambapo Simba waliachiwa mpira kwa kiasi kikubwa wa umiliki uliwafanya Simba wakose mianya ya kupiga mashuti ya moja kwa moja kwenda kumdhuru golikipa Obasogi. Lakini kingine kilichoibeba Singida leo hii ni pamoja na makosa ya Ali Salim Katoro, ikiwamo lile bao la pili, lakini na bao la tatu, namna alivyosimama, ingawa huachi kumpongeza mpigaji wa free kick, Emmanuel Keyeki alikuwa mchezaji bora wa mechi na kutwaa tuzo ya shilingi milioni moja kwa kuwa kwake kwa mchezaji bora wa mechi katika mchezo wa leo, kwa mchezaji huyo wa kimataifa kutoka Ghana, MVP katika ligi kuu ya Ghana msimu uliopita. Swali ni kwamba je, Singida Black Stars wataendeleza makali haya katika mechi ya fainali tutakayokutana na Yanga? Maana kwa kiwango alichoonyesha kiwango bora leo hii dhidi ya Simba, bila shaka mechi ya fainali itakuwa na ushindani mkali kwelikweli kuona namna gani ambapo wataweza kuipiga stop Yanga ambayo imekuwa ikiwaonea wenzake katika michuano hii ambayo imeshatoa ubingwa wa misimu mitatu mfululizo iliyopita na sasa inafukuzia taji la nne mfululizo. Yanga ikiwa na rekodi ya kushinda mechi 23 zote katika michuano hii wakati ikitoa mataji mfululizo na hadi sasa tayari imeshafunga mabao takribani 69 ikiruhusu mabao tisa tu katika mechi e, walizocheza takribani 23. Inasubiriwa katika fainali itakuwa vipi, lakini kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kutolewa leo hii katika michuano ya, ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ni mwendelezo wa kile ambacho kilitokea katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF ambapo waliishia fainali mabingwa kwa IRS Berkane. Sasa bila shaka, jitihada zao nguvu zao wanazielekeza katika ligi kuu Tanzania bara kujaribu kuona namna gani ambavyo wataweza kuisimamisha Yanga ili isitwae ubingwa wa nne mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania ya bara, Yanga wana pointi 73, Simba wana pointi 72. Kila moja imecheza mechi 27. Yanga wamefunga mabao 71, wameruhusu mabao 10. Simba imefunga mabao 63, imeruhusu mabao 11 nguvu zao kwenye ligi kuu Tanzania bara nazo zitakuwa vipi baada ya kutolewa katika kombe la shirikisho la benki ya CRADB leo hii mbele ya Singida Black Stars. Katika hatua nyingine, ushindi huu wa Singida Black Stars wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Simba na kuiondosha Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRADB linaashiria jambo moja tu kwamba ile dabi iliyokuwa ikisubiriwa kwa ham, dabi ya Kariakoo kwenye kombe hili kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kati ya Simba dhidi ya Yanga kwenye fainali haipo. Ndiyo, kwa sababu sasa fainali ni Singida Black Stars dhidi ya Yanga na sio Yanga na Simba kama ilivyokuwa ikitarajiwa endapo Simba wangeshinda dhidi ya Singida Black Stars. Lakini jambo lingine ni kwa kocha David Ouma leo hii kwa namna timu yake ilivyocheza alidhihirisha juu ya malalamiko yake katika mechi iliyopita ligi kuu Tanzania bara kwamba kama si maamuzi yasiyokuwa ya haki kwao katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara wakati walipocheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wa KMC Complex, mwamuzi wa kati akiwa Heri Sasi, huenda asingefungwa katika mechi ile ambayo alipoteza kwa bao moja bila. Sasa leo hii amedhihirisha hilo, kwa sababu alikuwa kwenye kiwango bora sana, timu yake kucheza kimpangilio wanashambulia kwa mipango, wanazuia wakiwa idadi kubwa kudhibiti washambuliaji hatari wa Simba, wakiwamo Eli Mpanzu. Kibisawa alikuja kuingia katika kipindi cha pili, huku eneo la kati wakilikamata kwa kiasi kikubwa, eneo ambalo Morris Uguchu Kuchuku lakini pia Emmanuel eh, Keyeke walikuwa wakifanya mambo mengi kwa usahihi, huku kwenye eneo la ubunifu Josephat Athubada akiwa kwenye kiwango bora sana katika kumchezesha mshambuliaji wao kinara Jonathan Swa, ambaye baadaye alikuja kutoka akaingia Elvis Baranga Rupia. Singida Black Stars walikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii kulipiza kisasi cha kufungwa katika mechi iliyochezwa siku chache tu zilizopita katika ligi kuu Tanzania bara waliopoteza bao moja kwa sifuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start, Sport, Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una unai like, na ku comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.